as is cool... issues of peace being impartial in your treatment to our Christians that you don't have have favorites favorites favorites even Christ had no favorites God had no no God do not have favorites as a priest be an all inclusive person awe awe awe awe ni awe ni uh, awe ni ni ni mwenda wazimu awe ni kiwete awe ni mtu ambaye hajiwezi ama ni maskini awe ni tajiri awe ni mwanasiasa awe ni daktari, sote mbele ya Mungu tuko macho sa tuko sawa. Tusije tukawa na ubaguzi wa aina yoyote, kwamba tunampatia huyu kiti cha mbele na yule ambaye akija akiwa hata mtakatifu. Yakobo hutuambia hivyo kwamba imani yetu tutaidhihirisha kwa njia ipi? Kiwa mtu amekuja na matambara eh, amekuja hapa, unamwambia wenda enda kabisa na uende we ushibe, eh, Mungu atakusaidia lakini akija yule ambaye na gari kubwa amekuja na tai amekuja labda na mkoba uliojaa pesa, unamkaribisha ah, karibu mheshimiwa. Ha, tunaambiwa hapana, tusiwe na ubaguzi wa aina yoyote. Maovu ambayo yanayoendelezwa labda na viongozi yanayoendelezwa na vijana yanayoendelezwa na wazazi, hayo ndiyo kazi yetu ni kusahihisha na kuona ya kwamba tunaweka nchi yetu, tunaweka kanisa letu kwa njia ambayo ni nzuri. Na siwetu tunaposahirishwa nasi wa Kristo, tunaanza kukasirika. Tunaambua ukirekebishwa, urekebi, urekebike. Hata viongozi wetu tunawaomba, unaporekebishwa na viongozi na maaskofu wa kanisa zozote, unapoambua hili ni baya, usiseme ya kwamba hii haistahili wewe kama askofu ama padre haufai kuongea. Uovu ni uovu na wema liwe, ni wema, ni wema, tutamke bila uoga.